Mvua kubwa zinazoendelea kunyesha katika mkoa wa Kilimanjaro zimesababisha vifo vya watu watatu akiwemo mtoto mdogo katika kata ya Mbokomu, wilaya ya Moshi. Majeruhi kadhaa pia wamethibitishwa huku juhudi za uokoaji zikiendelea. Haya ni mambo ambayo hayapangwi kwa sababu mvua haipangwi na kuja na mvua tunaitaka lakini sasa ime, imekuja na madhara makubwa e, mpaka sasa kwa taarifa alizonipa kamanda nilizonazo kwamba tumepoteza wananchi wetu watatu e, kina mama wawili na mtoto mmoja e, wameangukiwa na nyumba huko juu Mbokomu e, kwa sababu ya e, kuta zile ambazo zime, zilikuwa zimeroa sana Uh, uh, landslide yakaleta hayo maporomoko na bahati mbaya tumewapoteza hao watu. Katika hatua nyingine, mvua hizo zimeharibu miundo mbinu ya usafiri. Daraja lililopo eneo la Kiboroni limezingirwa na matope na vipande vya miti na kusababisha usumbufu mkubwa kwa utumiaji wa barabara. <coughs> hizi miundombinu za kupanulia kwa haraka iwezekanavyo. Wataalamu wafike hapa wa, wakague madaraja yote na njia za maji ziko wazi. Hii ni barabara kuu ya Moshi ya Dar es Salaam ikaguliwe. Yeah, yeah. Yeah, wazi kwa sababu hizi mvua zitabiriki zaongezeka, watu wakashinda kutoka nyumbani kabisa na kufanya shughuli za maendeleo ya kiuchumi. Kwa hiyo mi nashauri wataalamu wakague maeneo yote na njia ziwe wazi hali kwa kweli, hali ni mbaya kama mnaona. Eneo hilo tuloko ni kwamba maji yalikuwa yamefika juu ya ukuta, kwa hiyo wamesaidia kuondoa watu ndani. Hali ni mbaya kabisa, vitu vimeondoka. Kama walikuwa watu tisa waliaibitushenda na maji, watu waokoaji na vijana ambao wakwetu wamesaidia kuokoa. Moja, mtu alikuwa ameondoka na familia yake, kwa hiyo majengo yameharibika. Serikali imetangaza kutenga shilingi bilioni 489 kwa ajili ya ujenzi wa barabara mpya Halili kama sehemu ya mpango kabla madhara ya mvua na kuboresha usafirishaji wa ndani na nje ya nchi. Kwa hiyo hiyo barabara inaanzia Holili e, tunaijenga tunai, tunai upya, lakini inapanuliwa, lakini ikifika hapa Kibororoni tunaanza kujenga barabara e, nne, yaani mbili zinakwenda mbili e, zinarudi, sawa? Kwa hiyo hiyo kazi inaanza mara moja e, mkandarasi yuko site na unaona zile alama ambazo zimewekwa kwenye kila nyumba wanatakiwa waondoke, na sasa hivi tuko kwenye mchakato wa kuwalipa fidia. Kwa hiyo barabara ya njia nne itakwenda mpaka eh, maili sita. Pale maili sita tutaendelea sasa ta, kupanua ile nyingine kwenda mpaka mto kikavu ambapo tunajenga daraja jipya. Huku mvua zikiendelea, hofu inaendelea kutanda kwa wakazi wa maeneo ya milimani na mabondeni. Mamlaka zinashauri tahadhari kuchukuliwa na wakazi kuondoka maeneo hatarishi pale inapobidi. Ninasema kwamba adha hii inatokea mara kwa mara, na tunapata shida na kama unavyoona tuna wananchi hapa, kama ulivyosikia wengine, tangu saa nane za usiku wako hapa, wanasaidiana na jeshi letu la zima moto. Kwa sasa kilio ni kwa waliofiwa, matumaini kwa manusura, na changamoto kwa mamlaka kuhakikisha usalama wa raia unalindwa dhidi ya athari za mvua zisizotabirika. Dickson Busagaga, Clouds TV, Moshi.